Hei, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza Python programming language, na bado tupo katika kipengele cha set, lakini tunatarajia katika video hii ndio itakuwa mwisho wa kipengele hichi cha set. kazi iliyobakia hapo ni wewe mwenyewe kuweza kuingia in deep, ndani zaidi na kuangalia namna gani ambavyo unaweza kutumia hivi vitu ambavyo tumejifunza, lakini pia ukiangalia kwa upande wa dictionaries tulipita tu haraka haraka lakini kuna vitu vingi sana mule ambavyo unahitajika kuweza kutenga muda na kuweza kujifunza zaidi. So leo katika video hii tutaenda kuangalia operation nyingine za set, ambapo ya kwanza kabisa tutaenda kuangalia jinsi gani ya kuweza kupata difference ya set. Tupo na set mbili, tunahitaji kuweza kutoa difference between hizo seti mbili, tutaenda kuona leo katika video hii, lakini pia tutaenda kufanya symmetric difference of set, vile vile tutaenda kufind subset na superset katika video hii ya leo. So tuanze moja kwa moja e, tupo na seti zetu mbili set 1 na set 2. Tumeita variable zetu set 1 set 2 set 1 imekusanya namba kutoka moja mpaka nne na seti ya pili imekusanya namba kutoka tatu mpaka sita tumeshajifunza huko nyuma jinsi ya kutengeneza seti ya kuadi element ama valu katika seti zetu. Vyote hivyo tumeviongelea huko, so natumai umeangalia video zilizopita. So kuweza kupata sasa difference between sets, na tunafahamu different ya set ukiambiwa hivyo, hujue inakwenda kutafutwa value ama element ambayo ipo katika seti 1 lakini haipo katika seti 2. Kwa hiyo mfano hapa itakuwa ni sawa sawa na set 1 dot difference. Tunatumia method hii ya difference kuweza kupata difference kati ya seti zetu hizi mbili, set 1 na 2. Tulapitisha set 2 humu kama ni argument yetu, then to print. Okay, set 3. so tumesema difference method hii inaenda kutupatia value ama element ambayo itakuwa ipo katika set 1 lakini haipo katika seti 2. Ukiangalia hapa ni element gani? Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, okay? Ukiangalia hapa e, ambayo ipo katika set 1 lakini haipo katika seti 2 ni moja, lakini vilevile vile na mbili tatu ipo, nne ipo. Okay? So, tukirani programu yetu umeona imetoka moja na mbili ndio ambayo zipo katika seti 1, lakini hazipo katika seti 2. Ndio kikubwa ambacho difference inakwenda kufanya Nadhani umeweza kuona method hii ya difference inavyoweza kutumika, na pia kama ilivyokuwa kule katika operators zile za a pipe na ampersand tulikuwa tukitumia katika intersection na union katika video iliyopita, na huku pia difference unatumia minus, alama ya toa, kuweza kupata difference ya seti zako. Kwa hiyo instead ya kutumia method ya difference, unaweza ukaweka hapa set 1 ukitoa seti 2 na jibu ambalo tutalipata hapa ni lile lile 1 na 2 ndio ambayo tunaipata katika seti yetu ya 3. Okay, nadhani utakuwa umenielewa vizuri kuhusiana na hii namna kutafuta difference ya seti zako. Okay? Lakini ukiachilia eh, difference kama difference, kuna symmetric difference ambayo hii inakusanya zile element ambazo either katika set 1 au set 2, lakini hazimo both, yani hazipatikani katika sehemu zote mbili, aidha itakuwa inapatikana katika ya kwanza au ya pili. Kwa mfano, wacha tuweze kuweka hii ambayo, hii unatumia operators hii ambayo inaelekea juu. Okay, ukiandika hivi maana yake unatumia hapo symmetric difference, unatafuta symmetric difference kwa hapa. Tukiweza kurun programu yetu, unaona utofauti uliopo baina ya ile difference ya kawaida ya seti zetu na hii symmetric difference. Hii imeenda kutupatia moja mbili tano sita Okay, moja mbili haipo kwenye set two, lakini tano sita haipo kwenye set one. Kwa hiyo zile ambazo hazipo kwenye set two ama set one basi ndizo ambazo tutaweza kupatiwa hapa hapa. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri kuhusiana na namna gani ya kufind eh, difference. Hapa tumetumia hii operators hii hapa, lakini una uwezo wa kutumia method ukaandika set one dot ukaandika hapa symmetric difference alafu humu katika argument ukapitisha set 2 na utakapo run programu yako, utaona imetoka output kama ile ya mwanzo, ambapo tulitumia ile operators ambayo inaelekea juu kama ki eh, arrow ama ki triangle kinachoelekea juu. Ukiangalia katika kibodi yako utaweza kukiona. So ukiachilia issue nzima ya ku find symmetric difference, lakini pia e, difference Tuangalie sasa namna gani ya kuweza kufind subset na superset. Okay, tuanze na kuangalia subset, so, subset tunatumia built-in function, I mean method ya is subset kuweza kupata subset. So kwa mfano wacha tutengeneze seti zetu set one, amba 1 ambayo itakuwa ni sawasawa na 1, 2, 3, 4. Then tupo na se ambayo hii itakuwa ni sawa sawa na 2 koma 3, okay. Then baada ya hapo, wacha tuweze kuprint print, tuweke set 2 dot is subset method, hii ndio ambayo inatumika, argument tuingize set hiyo nyingine set 1. Hii ilitakiwa iwe set 2 Is the subset ya set okay, kama itatuletea jibu la, kama itatuletea jibu la kulingana na hizi set zetu, na lakini pia tuweke print ya pili hapa, ambayo tuweke set is the subset ya set yeah, set is the subset ya je ni set two. Kwa hiyo hapo majibu mawili moja hapo ndilo ambalo tutalipata kama ni true ama ni false. Okay, so tukirani programu yetu imetuletea ya kwanza ni true, ya pili imeleta ni false. Ukiangalia hapa seti ya kwanza 1 2 3 4 ya pili ni 2 3. Kwa hiyo hii print ya kwanza tumesema set 2 is a subset ya set 1 tumeletewa jibu la true. Ni kweli sababu ukiangalia set 2 mbili na tatu pia zimo katika set 1 hizi hapa mbili tatu, na ndio maana ikaleta jibu la true, ni subset ya set 1. Lakini set 1 is subset ya set 2? Ukiangalia set 1 ya hapa 1 mbili 3 4, je, ni subset ya set 2? Unakuta ni false. Lakini pia una uwezo wa kutumia a superset, just kwa kubadilisha tu hapo unatumia hiyo hiyo is superset. Kwa mfano hapa is superset kwani set1 is superset ya set2? Waje tuweze ku run programu yetu. Hii imetuletea zote ni true. Ni kweli eh, set1 ni superset ya set2. Kwa hiyo unaweza kutumia methodi hizi ukiweza kupata subset na superset ukiwa katika python programming language. Si hivyo tu unaweza kutumia pia operators hapa eh, kuna hii greater than or equal to operators inatumika kuwakilisha superset, lakini eh, lesser than ama equal to inawakilisha inawakilisha subset, kwao instead ya kuweza kuweka hizi method kutumia muundani, just unaweza kuweka tu hapa, mfano set 2 ni ndogo ama sawa sawa ya set 1 okay. Lakini na hii unaweza kaweka hapa set 1, je ni kubwa ama sawa sawa ya set 2? Kwa hiyo hii ndogo kuliko ama sawasawa inatumika kwa ajili ya kuangalia kama ni a subset, lakini hii inatumika kama kuangalia ni superset, greater than or equal to. So moja kwa moja hapa tukiweza kuran programu yetu, unaona tumepata zote ni true. True ni kweli. Simple kama hivi unaweza kufanya katika programming language hii ya Python na kutafuta superset subset ya seti zako. Sina la ziada katika video hii ya leo, tuishie hapa, tukutane wakati mwingine. Kwa upande wa seti tumemaliza hapa, lakini kama unavyofahamu kuna vitu vingi ambavyo hatujaviangalia kiundani, kwa hiyo wewe kazi yako sasa ni kwenda kuangalia kiundani, kujifunza zaidi. Tumeangalia hapa na kupeana mwanga tu, kwa hiyo ni kazi kwako kuweza kufanyia kazi hichi ambacho kidogo tumejifunza na kuangalia kiundani jinsi ambavyo vinafanyika hivi vitu. Tukutane wakati mwingine katika video ijayo.